Haya haya, raisi anasema nchi imepata doa. Nachoka mimi. Raisi anasema nchi imepata doa. Sasa tunatokaje hapo? Sasa tunatokaje? Eti nchi imepata doa, yaani kama nguo nyeupe imepata doa. Unafanyaje sasa tunaambiwa nchi imepata doa. Ile doa kasababisha nani ya? Nani kasababisha ile doa? Yaani kukopa hatuwezi kupata misaada hatuwezi, yaani hatuna ushirikiano na dunia, dunia yote inatuangalia vibaya. Rais amesema nchi imepata doa. Nachoka. Baba yenu Clemence Mwandambo, nachoka mimi. Kama tumepata doa na basi, mimi nachoka. Ha, nimemaliza ha. nimemsikia shehe mmoja, nimemsikia shehe mmoja huyu shehe anasema, Waroma wanalalamika mauaji ya tarehe ishirini na tisa. Anasema Waroma walikuwa wapi wakati Waislamu wanauawa Kilwa, walikuwa wapi wakati Waislamu wanauawa kwa Kibiti, Lindi, analalamika kwamba walikuwa wapi wakati matukio ya Mwembe Chai. Ushehe analalamika kwamba kwa nini leo wa Roma wanalalamika? Sasa mi swali langu, serikali, angalieni matamshi, angalieni mi swali langu ni kwamba, kwani haya mauaji ya tarehe ishirini na tisa yalikuwa ni kwa ajili ya wanauao wa, wa Kristo? Swali ni kwamba je wauaji vilikuwa ni vikosi vya Kiislamu? Muuaji alikuwa nani na alilengwa nani? Serikali, angalieni sana ya matamshi. Huyu shehe ameongea matamshi kama haya, yanatupeleka kubaya. Maana mimi baba yenu Clemence Mwandambo ninachoka tena, nachoka mimi. kwa herini. Tumeunda wizara ya vijana, tumeunda wizara ya vijana na lengo ni zuri tu, lakini swali langu ni moja tu kwamba aliyepewa majukumu ya vijana, vijana wa Kitanzania, anawafahamu maisha yao? Anayajua? Anawatazama kwa jicho la aina gani huyu waziri wa vijana? Lengo ni jema lakini je, tuna, tuna wajua vijana wa Kitanzania? Tunawatazama kwa jicho la kisisiemu au tunawatazama kwa jicho la kitaifa? Tunawatazamaje wa vijana? Tunawaonaje wa vijana? Wanataka nini? Huo ni mtihani ambao wakubwa wanao. Nachoka mi, baba yenu Clemence Mwandambo. Ah, nimemaliza mimi kwa ilini. <tune> Eh, sasa dini zimeanza kugombania nchi, mnaelewa eh? Hizi dini, hizi dini zimeanza kugombania nchi, yani zinagombania mtawala awe wa dini yetu, mtawala awe wa dini yetu Akiwa dini yetu ndiye anayefaa. Kwa hiyo dini zimeanza kugombania nchi, ha, zinalumbana. Alafu bado anaamini dini kazi yake ni kuwapeleka watu mbinguni. Bwana, dini ni vyombo vya kisiasa wanangu, ha. Nimemaliza, baba yenu Clemence Mwandambo, nachoka na hizo dini.